Nitajia majina ya hawa mipango zako za kando wote, mmoja anaitwa nani? Davina Babra, mwingine Winfrida, Winfrida Babra alafu mwingine, ni hao tu? Mi... kuna watatu, kuna watatu alikuwa tu ni Davina Babra mm -hmm. na Winfrida. <laughs> <laughs> ni hao tu bwana Kidi, wewe mwingine hapa wa wa kuna kitu kufanya wa sa, naye sasa hivi nataka unataja jina la mpango wa kando alafu unasema sitaki mambo yako tena. Twende kazi, tunaanza na nani. Safina Babra, ehe, uh sitaki -huh. mambo yako tena. Sema na nguvu ndugu yangu bwana. Wacha kusema tu hivyo. <laughs> sitaki mambo yako tena. Safina Babra sitaki eh, mambo yako tena mimi niko na familia yangu, niko na mke na watoto. Thank you. Haya, huyo mwingine? Mm-hmm. Mambo na mambo yako tena niko na mgeni, niko na familia na watoto. Thank you. Haya. Maureen. Yes. Umemsamehe? Aheshimu mama na mama mama pia eh?